Na mtazamaji, katika kisa cha kutisha sana, wakazi wa kijiji cha Mungakha, eneo bunge la Navakholo, kaunti ya Kakamega, wameteketeza nyumba nane za mwanaume anayedaiwa kumuua mtoto wa miaka kumi. Mwanaume huyo anasemekana kufanya kitendo hicho baada ya mvulana huyo kudaiwa kumnajisi bintiye wa miaka miwili. Mwanamume huyo anayetambulika kwa jina la Mathias Malinchi anadaiwa kumvamia mwanafunzi huyo wa darasa la nne na kumvuruta hadi nyumbani kwake na kisha kumuua kabla ya kumwita babake mtoto kuichukua maiti yake. Mshukiwa huyo aliponea chupuchupu ghadhabu ya umati huo na, na ghadhabu ya umati huo na inasemekana bado hajulikani aliko. OCPD wa Navakholo Abdi Mohammed amesema uchunguzi umeanza huku akiwatahadharisha wananchi dhidi ya kuchukua sheria mikononi mwao hmm. Nimeambiwa mtoto alikuja kuchukuliwa nyumbani kama anaosha vyombo, akaitwa kutoka huko akakuja, huko wakaanza kuchapa mtoto. Angemchukua mchapa kama ni kiboko kidogo tu, asifanye nini, asimuue hiyo. Mkono alipiga, alipigwa kila kitu, mtoto mdogo. Kama mtoto yuko na makosa, mbona akuita? Sisi tulipoenda Navakholo, tulipata kweli mtoto ameribiwa na mtoto wa jirani. Walipima mtoto, akatufanyia matibabu wakamaliza mimi nikaenda kwa polisi kuripoti na mama yake, na nilipokuja nimepata kwamba kuna genge la wauni liliingilia katikati, wamepora hapa mali ya ndugu yangu.